soma vijijini inahitaji huduma bora za maji, inahitaji huduma bora za umeme, inahitaji ipate kiongozi anayeweza kuwa mbunifu, kuweza kuwatua wananchi changamoto hasa kwenye uh, michango inayotokana na huduma inayopatikana ya elimu mashuleni. Wazazi wanatumia gharama kubwa kuchangia gharama shuleni na hali mbunge yupo. Lazima tufanye maamuzi katika kuchagua kiongozi bora mahiri anayeweza kutatua changamoto za namna hiyo, tupate mbunge anayeongea bungeni, tusipate mbunge ambaye ni bubu. Lakini pia, Musoma vijijini inahitaji kilimo bora, yako mabonde, yako maeneo makubwa ambayo yapo kwa ajili ya kilimo. Nadhani ifike mahala tufanye maamuzi, hasa inapofika katika eh, namna ya kuweza kuboresha rutuba eh, katika ardhi tunayo ilima. Kwa naamini ndugu zangu, kama tutafanya maamuzi sahihi tarehe 29 mwezi wa kumi tutapata kiongozi bora ambaye ni mimi aspenasi magina Ng'aranga. Lakini pia tunahitaji miundo mbinu bora, tunahitaji barabara ya rami kutoka Musoma mpaka Busekera kuweza kuchachua uchumi, hasa katika hiyo huduma ya barabara ya rami ambayo itakuwa imeunganishwa kwenye mfumo wa barabara kuu. Lakini pia tunahitaji wananchi wa Musoma vijijini wapate mwakilishi anayetambua adha inayowasumbua hasa katika kuimarisha uchumi wa mwananchi mmoja mmoja. Mfano tunaroziwa, tuliamini kwamba kiongozi aliyekuwepo angeweza kuwa mbunifu hata kwa kujenga kiwanda, sio lakini kwa bahati mbaya, hata kiwanda kimoja hatuna. Nafikiri ni muda sahihi wa kubadilisha ladha ya chakula, Tumpate mbunge mahiri, baada ya kuwa tumefanya uamuzi tarehe 29 mwezi wa kumi kwa kunipa kura nyingi za ndiyo, ambazo ninaamini zinaweza zikaleta chachu katika maendeleo ya jimbo letu. Ndugu zangu wananchi wa jimbo la Musoma Vijijini, kwa heshima kubwa ninawaombeni kura za ndio tarehe 29 mwezi wa kumi 2025 kwa nini ninaomba kura zenu? Ndugu zangu, naamini mmeona mengi machache yaliyofanywa sio kwa uzuri sana. Mkiweka damu mpya yenye nguvu mpya, tutakwenda kwa mchaka mchaka, tutayafanya yote mazuri kwa maslahi mapana ya wanamsoma vijijini. Naombeni kura zenu, mimi Aspenasi Magina Ng'aranga kupitia ACT Wazalendo, asanteni sana Musoma vijijini, wenzangu, tusimwangushe. Ifikapo siku ya tarehe 29 ya mwezi wa kumi mwaka 2025 asubuhi mapema, ni kuweka tu tiki, tiki, tiki kwa Aspenasi Magina Ng'aranga. <tipulikimu>